Na mtukisalia katika swala hilo la IEBC. Maandamano dhidi ya IEBC yanatazamiwa kuendelezwa hapo kesho Jumatatu, na vitoza machozi huwa vinatumika sana na maafisa wa polisi ili kuweza kuwatawanya waandamanaji. Vitoza machozi hivyo vilipigwa marufuku mwaka 1995 na umoja wa Mataifa. Aidha, polisi wamepigwa kurunzi kwa kutumia nguvu kupita kiasi katika kuwatamanya, kuwatawanya waandamanaji. Jeff Kirui Anatathmini hiyo kwa kina. Huku maandamano yakizidi kuchacha dhidi ya tume ya uchaguzi IEBC, polisi wamekuwa macho kutibua ghasia kwenye mikutano hiyo kwa kutumia vitoza machozi kuwatawanya wahusika. Mtaalamu wa, wa masuala ya usalama Meja mstaafu Bashir Abdullahi amesema maafisa wa polisi nchini hawajajitayarisha vizuri kuukabili umati wa watu.

mbinu hiyo iliharamishwa na umoja wa mataifa kwenye mapatano ya mwaka elfu moja kenda tisini na tatu sababu kuu zilizotolewa ni za kiafya na kiusalama waathiriwa wakuu wakiwa maafisa wa polisi ikiendelea kuwa mbaya zaidi, nafanya mtu anashindwa kupumua na hatimaye anafariki. Kwa hivyo inaweza leta ugonjwa tunaita cataracts, na kama ifanywe upasuaji inaleta eh, kukosa kuona, na inaweza leta ugonjwa yenye matibabu yake haijulikani vizuri inaitwa glaucoma. Na hiyo glaucoma inaweza fanya pia, inaweza pia leta mtu asiweze kuona, lakini athari hazitokani na gesi tu bali mikebe inayobeba gesi hiyo ni hatari. Tume, tumeona um, watu wenye hata wame, wame, wameweza kukatwa mkono ama kukatwa mguu baada ya kugongwa na hizi vidude za kurusha hii tiagas. Vifaru vya kumwaga maji pia vilitumika huku madai yakitolewa na upinzani kuwa huenda vikatumika visivyo katika uchaguzi mkuu ujao. Takriban magari ishirini haya maalum ni sehemu ya yaliyonunuliwa kwa shilingi bilioni 3.8 magari mawili kati ya hayo yakitumiwa kwenye maandamano ya CORD dhidi ya IEBC kupima utendakazi wake. If you are too close, the force will push you down. It can cause severe breathing, it can cause, uh, head injury, um, intracranial hemorrhages. Magari yaliyosalia kwa sasa yamo ndani ya, ya makao makuu ya GSU yakisubiri kusafirishwa katika maeneo yanayoaminika kukumbwa na gasi ya kila mara Jeff